Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya ufunguzi wa Daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3 na barabara zake unganishi zenye urefu wa kilomita 1.66. Haya yamesemwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mei 2025 wakati alipokagua daraja hilo ambavyo ambalo limekamilika kujengwa na litakuwa daraja refu zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ndugu wananchi, kilipakuwa tuna mgeni mkubwa tarehe 19 mwezi ujao Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kuja kuzindua daraja hili la kihistoria, JPM Bridge lenye urefu wa kilomita tatu. Natarajia wana Misungwi wote wako hapa Busisi ndo walaji namba moja, lakini wanagusisi kule na wao tutawakuta wako kule. Na mgeni wetu anapokona ingia, mheshimiwa rais ataanza kupokelewa na nyie kata, tuone huko wa Tanzania namna ambavyo mmefurahi kwa daraja hili kuzinduliwa, ili sasa shughuli mbalimbali zifanyike. Wake, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameeleza kuwa serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa daraja hilo lililopita juu ya maji kwa kutumia fedha za ndani ikiwa ni jambo la kihistoria kwa nchi yetu. Ameongeza kuwa zaidi ya shilingi bilioni mia saba zimetumika katika ujenzi wa daraja hilo lililounganisha mji wa Kigongo na Busisi katika Ziwa Victoria ambalo ni la tatu kwa ukubwa duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu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 Kwa pamoja tunaweza, hatuwezi kushindwa. Mioyo.